Unifanye utakavyo, nifanye utakavyo, Bwana. Haleluya! Mtu wa Mungu, nina kusalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Uh, naitwa mchungaji Ulimwengu na leo ninakujia na title ambayo inasema je, kuna utofauti gani kati ya Mkristo na mpagani ama mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Nitakaa sana katika kipengele cha pili, cha mpagani ni nani ama mtu ambaye ama mtu ambaye hajaokoka ni ni mtu aina gani, lakini pia nitatamani sana kuonyesha kwamba Uh, kuna aina ngapi za upagani kwa sababu hata makanisani pia tunao wapagani. Kwa hiyo tusiwachukulie tu, si, tu wapagani kwa picha ya wale wasiokuja kanisani, lakini tuwachukulie wapagani kwa picha ambayo Biblia inaamini upagani ulivyo. Uh, lengo la somo hili fupi ni kwamba ninataka kukujuza wewe ambaye upo kanisani lakini kumbe ni mpagani, wewe ambaye umehudumu sana kazi za Mungu unazifanya kila itwapo leo, lakini bado haujafika kwenye ngazi na vigezo ambavyo vitakufanya ukamilishwe uh, kuwa kama mwana wa ufalme uh, nitatoa tu ufafanuzi ndogo sana kwenye jambo la kuokoka ni nini, lakini nitakuja sana kubaki huko kwenye upagani. Maana wanaoleta shida sio waliookoka, ndio maana ukiona mtu anajidai kwamba ameokoka lakini ni sababu ya Ukristo kudharaulika ujue kwamba huyo hajaokoka, kwa sababu kuokoka kwenyewe ni hiki ambacho nitakwenda kukwambia hapa. Kabla hatujasema kuokoka ni nini ama mtu aliyeokoka ni mtu wa aina gani, lazima tujue kwamba huyu mtu ambaye ameokoka kwanza, ameokoka kutoka wapi? Kuna aina mbili za kuokoka. Kuokoka kile kitendo cha kukombolewa kwanza, katika maji ama kukombolewa katika kutolewa katika tukio yoyote ile ambayo ilikuwa inakuhatarisha. Mfano, nyumba imeungua moto, wanakuja wale wa rescue wanakuja kukutoa umo hapo, utasema nimeokolewa. Lakini pia kuokoka, maana ya pili ni kutokana na hatari ambayo ilikuwa ama ingesababishwa na dhambi. Yani, ulikuwa naishi maisha ya dhambi, Mungu kwa neema yake anakupea nafasi, unakuja unabadilika hapo kwa lugha ya kibiblia tunasema pia umeokoka. Kuna sasa kule kuongoka. Kuongoka sasa ni kile kitendo cha wewe ambaye umeokoka unatengwa na yale yote ambayo ulikuwa unayafanya, maana unaweza ukaokoka na bado ukarudi katika dhambi. Kuongoka ni pale ambapo umetengwa mpaka na yale yote ambayo ulikuwa unayatenda. Kwa hiyo kuokoka sasa ni nini? Kuokoka ni kile kitendo cha mtu kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ama kile kitendo cha mtu kumwamini Mungu, kuamua kuongozwa na neno la Mungu, kulitii neno la Mungu na kujawa nguvu za Roho Mtakatifu. Mtu anajawa nguvu za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuwa anamwongoza mtu huyo, analitii neno la Mungu, analiheshimu neno la Mungu. Hapa ndio tutapata ujasiri sisi wengine wa kusema, kwa kweli fulani ameokoka, kwa kweli fulani ameokoka. Kwa nini? Kwa sababu amelitii neno la Mungu, amejawa nguvu ya roha Bwana na baadaye anaishi sawasawa na hilo neno la Mungu. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kuokoka ni kukubali maisha yako yaongozwe na Mungu tu au wewe ndio maana mkristo ni kristo ndani ya mtu, yaani ukimruhusu aje kukaa ndani mwako, awi tena wewe ambao unajiongoza, bali ni mungu anakuongoza kupitia kanuni yake ambayo ameiacha duniani, huko ndiko kuokoka. Kwa hiyo kama bado kuna mahali unaona kwamba unajiweza wewe, unajiongoza wewe, kiburi chako, hali yoyote mbaya ambayo inaweza kukupelekesha wewe, fahamu hapo bado haujaokoka hapo bado haujaokoka, hapo bado haujaishi sawa sawa na neno la Bwana. Maana kuokoka ni kukubali Mungu akuongoze. Anasema waongozwa na Roho wa Bwana, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo kama hujakubali kuongozwa na Roho wa Mungu, unaongoza akili yako wewe, jua tu kwenye uwana haujakuwepo. Na Mungu hatuokoi kwa sababu tubaki tu hivi, tuna tunatembea duniani huku. Mungu anatuokoa ili kutufanya kuwa ufalme katika Ufunua wa Yohana anasema ya kwamba Yesu alikuja akakombolewa, aka- akafa, akatoa damu yake ili kutufanya sisi tuliokuwa wengi kuwa ufalme. Bwana saidia sana, kuwa ufalme. Kwa hiyo sikia, a, nataka hapa nisome, nasoma katika kitabu cha Ufunua wa Yohana sura yake kwanza mstari wa tisa mimi ni Yohana ndugu yenu, na mwenye kushiriki pamoja nanyi mateso ya ufalme na subira ya Yesu Kristo, nilikuwa katika kisiwa kitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Unakuja kuangalia hapa ni pande juu kidogo, nimekuonesha hapa. Yohana anakuambia yeye ni ufalme, anatumikia ufalme, shahidi pamoja na sisi katika ufalme, sio katika dini, katika ufalme wa kimungu. Lakini hapa anakuja kusema hivi, anasema uh, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, na mkuu wa ufalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na kutufanya kuwa ufalme na kutufanya kuwa ufalme na makuani wa Mungu, naye ni baba yake, utukufu na ukuu una yeye hata milele amen. Kwa hiyo Yesu amekuja kutufanya kuwa ufalme. Lengo la kuja yeye kutuokoa ni ili sisi tuwe ufalme. Kwa hiyo Mungu anas, anatuokoa kutoka dhambini ili kutufanya kuwa ufalme wake hapa duniani. Sasa, jambo la pili ni wapagani hawa ni nani? Mpagani ni mtu yeyote ambaye aamini katika uwepo wa Mungu ama mtu yeyote ambaye alitii neno la Mungu. Huyo ni mpagani. Nitakuonesha hapa aina za wapagani, lakini nataka tuelewe kwamba utofauti wa Mkristo na mpagani ni jambo moja, obedience, utii. Shetani awezi kamwe akaliti neno la Mungu, anaweza ka pretend, kujifanya kwamba ameelewa, lakini mwisho siku utamwona, ataishi kinyume na neno la Mungu. Hapo ndipo ambapo kuna utofauti wa wapagani na Wakristo. Bwana asante sana. Sasa, nataka uelewe kwamba hawa wapagani ni watu ambao kwa lugha nyepesi hawamtii Mungu, hawana muda wa kumtii Mungu, ila wanayaishi maisha yao kama wao wenyewe wapendavyo. Aina ya kwanza ya wapagani ni wapagani tulio nao kanisani. Aina ya pili ni wapagani walioamua kabisa kukaa nje. Hawa wapagani ambao tulio nao kanisani ni wale watu ambao wao Hawamwamini Mungu ama hawamheshimu Mungu, lakini wanakuja makanisani. Malengo ya kuja kanisani, wana ajenda. Yuda amesema kwamba ni watu waliojiingiza kwa siri, ndio maana msione hawa akina Martha, akina Martha, akina Masanjawa, akina Kristina na watu wengine wa wengine ambao mnawaona kabisa ni kama huku kwa Mungu wameweka sana mizizi, lakini hawataki kuishi sawa sawa na neno la Bwana. Wewe fahamu, Injili haijawahi kuwa na comedy ndani yake. Injili haijawahi kuwa na utani ndani yake, na kama kuna utani wowote ambao utakuwepo ni furaha katika Bwana, lakini utani wa kipumbavu eti kwamba nilikuwa tunatania, hakuna kitu kama hicho. Injili ni kitu kiko serious. Neno la Mungu ni jambo ambalo liko serious, maana linakuja kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu. Bwana sifiwe, linakuja kwa ajili ya kuyasaidia maisha ya watu wa Mungu. Kwa hiyo kama Injili imekuja kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu, kwa nini iwe na mitani? Ndio maana tunapatwa na shida sana kuwaona watumishi ambao wanatumika lakini mitani inakuwa ni mingi, mithili ya akina Masanja akina mwana wani, ni mingi mingi sana. Asa, unajiuliza utani ambao ulikuwa nao uko nje, mpaka unaoleta kwa Mungu kuna shida gani? Sikia, nikwambie, Biblia inatuambia hivi katika Yohana, Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11 mstari wa 13 na 14, anasema je, Wakorinto wa pili, samani, Wakorinto wa pili sura yake ya 11 mstari wa 13, maana watu wao ni mitume wa uongo watendao wa kazi kwa hila wanaojigeuza wawe mfano wa malaika wa nuru. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wajigeuze wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi yao. Kazi ya neno la Mungu, maandiko yanasema ulituma neno lake uwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao kwa hiyo kazi ya neno la Mungu ni kututoa katika maangamizo ambayo yangesababishwa na dhambi. Kitabu cha Yeremia anasema ya kwamba mimi sikuwatuma manabii hao, na kama wangelisimama katika, ba katika baraza langu ndipo wangeliwasikilizisha watu wangu neno langu na kuwageuza waziache njia zao mbaya Funua Yohana sura yake ya ishirini na tatu mstari wa 22, lakini ngoja nianze kwenye 21. Mimi sikuwatu, ishirini na tatu, ishirini na moja, na kitabu cha Yeremia: mimi sikuwatuma manabii yao, lakini walikwenda mbio, sikusema nao, lakini walitabiri. Lakini kama wangelisimama katika baraza yangu ndipo wangeliwasikilizisha watu wangu neno langu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Kazi ya neno la Mungu ni hii, kuwafanya watu waache njia mbaya, kuwafanya watu waache matendo ambayo yanachukiza, ambayo hayana maadili kwenye, mani, kwenye makanisa ya ambayo anaongoza kina Masanja. Si muujiza kukuta watu ambao wanafunika mapaja na Biblia, yani si, si ajabu. Si ajabu kuona mijitu ambayo inafanana kabisa jini si ajabu. Sasa, imani kama imani ina tabia yake. Imani na mwenendo wake. Ndio maana nawaambia nyie watu kama hujawa tayari kufanya kazi ya Mungu kama Mungu atakavyo acha. Kuliko kujifanya unafa, una, una, una unafanya huduma ya kimungu na huku na mambo mengine ambayo hayafananiani haya na Mungu. Kwa hiyo haya mambo yamekuwa ni tatizo. Na mitume wengi ambao wanajiita mitume, wanaruhusu mambo ambayo hayafananiani haya na Wakristo, hayafananiani na wokovu huku, kwa kujidai kwamba na wao wameitwa, lakini ni wapagani waliomo kanisani. Mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda. Lakini pia Wakorinto wanatuambia kwamba shetani hujigeuza kwa mfano malaika wa nuru, na hawa ndio tatizo. Kwa lugha nyepesi ni kwamba hawa wapagani tulionao makanisani ni vipandikizi ambao shetani anaweka kanisani ili kuharibu sifa ya Ukristo, kwa sababu kama leo Ukristo unaharibika, watu wengi wanaiga kina Masanja hawa, watu wengi wanaiga watu wengine ambao wana majina kama vile kina Martha na wengine. Wanaigwa kwa sababu gani? Wana jina kubwa. Yuda anasema kwamba kuna watu waliojiingiza kwa siri. Hawa watu ni makafiri waibadilio neema ya Mungu wetu kuwa ubatili, wakimkana yeye mwenyewe Mola aliye mtukufu lakini pia Galatia anatuambia hivyo, kuna watu walikuja ili kupeleleza uhuru wetu tulionao katika Kristo ili wapate sababu ya, ya kutuhukumu. Hawa wamekuja sio kwa nia ya kutaka kujenga ufalme, wamekuja kwa nia ya kudhalilisha ufalme. Shetani hujiingiza kati yetu ili kuweza kutuchafua vizuri, kwa sababu wote tungechukua picha ya Kristo sidhani kwamba Ukristo ungekuwa unadharaulika hivi. Lakini wamoja wana sura ya upagani lakini wamejiita Wakristo akina IPM type ya, kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo tunayaona huko kwenye imani, watu wanaabudu miungu, lakini wanajileta kwamba na wenyewe wameokoka. Hili ni tatizo. Jambo lingine, aina ya pili ya wapagani ni wapagani ambao wako nje na huduma. Hawa wanakataa kabisa kwamba hakuna Mungu. Hawa kwanza, hawa ni wapagani, lakini wanaweza wakahudumu wananena mpaka kwa lugha wanasoma mpaka maandiko. Ndo hao wapagani wa kwanza. Wengine tuko nao hata watumishi kanisani, wengine ni hata wachungaji. Lakini mpagani ambaye amejificha kwenye ulokole, siku moja utaumbuka na kuhakikishia kaa tu, pata faida nyingi, pata sifa nyingi, ila siku moja utaumbuka. Mungu sio babu, Mungu sio babu yako, siku moja utaumbuka. Wapagani aina ya pili ni wapagani ambao wako nje, wao wamekataa kabisa, macho makavu kwamba hakuna Mungu. Zaburi anasema mpumbavu sema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Zaburi hamsini na tatu mstari wa kwanza. Mpumbavu sema moyoni mwake hakuna Mungu. Hawa wamekataa uwepo wa Mungu kwa yale ambayo wao wenyewe wameamini. Baadhi yao ndio hao wanaojiita wasomi wa wana sayansi, akina hawa vijana wachokonozi na watu wengine. Hii ni mipagani tu na hawana akili. Kwa sababu Biblia inasema mpumbavu sema moyoni mwake hakuna Mungu. Mpumbavu ni mtu asiye na akili. Sasa hawa watu na wenyewe pia hujitahidi sana kupambana kujaribu kuambia watu hawa vya Mungu vya kipumbavu. Ndio maana vijana wanainuka inuka sana, kila wachokonozi na wanaofanana na wao. Kwa nini? Kwa sababu ni maisha ambayo watu hutaka kuaminishana na kuyafanya kuwa halali, ili hali wanajua kwamba ina madhara mbeleni. Niko si, maisha yote nje ya Mungu yana shida. Sote tunamhitaji Mungu, haijalishi unajitia mjanja kiasi gani. Tunamhitaji Mungu katika maisha yetu, hivyo usikumbwe na upepo wa watu hao ambao wamejikataa, maana kuna wanadamu ambao wameshajikataa, wamekataa maisha yao, wamekataa na kusema ah, mimi mambo ya Mungu hapana. Mtu ambaye amejikataa asikufanye pia wende jehanamu, kwa sababu kuna watu ambao wameshajikana, wamekataa kabisa na kusema ah, hapana, mimi mambo ya Mungu, Mungu hapana. Wanasayansi na wenyewe wana bisha, tunakaa tunabishana mambo mengi sana, wanakataa wengine, wanakataa kabisa uwepo wa Mungu kwa sababu ya mali walizo nazo. Lakini nataka nikwambie Mungu anaitwa mtakuja. Ipo siku ndio unaweza kumkataa leo, unaweza kuwa na kiburi leo, lakini ipo siku utamhitaji Mungu tu kwenye maisha yako. Kwa Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu uweze kupata neema ya kutambua kwamba na wewe na mimi na yeyote ambaye yuko nje ama ndani ya ulokole anamhitaji Mungu. Ila maisha ya upagani yana shida. Maisha ya upagani yana mateso. Maisha yote nje na Mungu yana shida. Na ipo siku sisi wote tutakufa. Haijalishi unaamini nini baada ya kufa, lakini nataka nikuhakikishie ni, ni vema sana ukawa mtu ambaye unaamini kitu ambacho baadaye kitakuja kukusaidia. Bora hata sisi tunasema moto upo, moto, tunakuta hakuna moto, at least tutakuwa tumepambana kuishi vizuri. Sasa we sema aa, hakuna moto hakuna jiana, halafu sasa uende sasa uikute kwa afadhali ukae upande ambao uikuti, yani uende uikute usiikute, utakuwa kwa salama. Lakini sio eneo mbalo ukikuta utajuta kuzaliwa, utakuwa kama tajiri. Nasema naomba nirudie angalau basi mtume mtu kwangu. Sasa second chance haikuaji na kina Masanja type na wengine. Embo kokeni wokovu wa kweli. Wokovu sio lele mama, sio utani utani a mchamoa kwa kokoka uko keni tu, waonyesheni watu njia za Bwana, watu waliishi neno la Mungu. Neno la Mungu ni maisha ambayo unaishi katika jamii ikiwemo pamoja na ku, na kuleta nidhamu kwa wale ambao wanaweza kumwamini Mungu. Mungu akusaidie, Mungu akutie nguvu. Sinayo mengi, nikutakie baraka nyingi na neema nyingi ya Kristo. Kama ni mpagani ambaye umejificha kanisani, uondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu haitakusaidia kitu. Kuvaa vimajani unajificha, unajifanya mtumishi, unanena kwa lugha na na huduma zingine. Mimi ni mwombaji. Kumbe kipagani sioni maana, ni vyema sana ukafanya hatua ya maisha yako, ni vyema sana ukajitoa na ukaweza kuishi sawasawa sawa na neno la Bwana, kwa sababu maisha yote ambayo utakayoishi hapa yanahesabiwa na matokeo yake yatakuja kukuletea madhara mbeleni, ambayo hutakuja ku, ku, ku, ku. Yani, utakuja kujuta maisha yako yote yakuwepo duniani. Kwa hiyo kama uko kanisani na unajiita Mkristo lakini unajijua kabisa, sababu nafsi yako inakushuhudia kama wewe ni mpagani. Kwa hiyo fanya hatua ya maisha yako, ujue namna gani ambavyo utaweza kuishi vizuri na Bwana. Neema ya Kristo simame nawe. Amen.